Na mtazamaji um, eneo bunge la Magarini ni miongoni mwa maeneo ambapo kutafanyika uchaguzi mdogo hapo kesho. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki amekita kambi katika eneo hilo na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja, tuipe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo huku wananchi wakijiandaa kwa uchaguzi huo hapo kesho. Mtalaki, kama unanipata, kazi kwako. nam asante sana Mwana Hamisi, maandalizi yamepamba moto katika uh, eneo hili la Magarini katika kaunti ya Kilifi, ikizingatia kwamba ha hapo kesho ndio itakuwa uh, siku kamili ya wakazi hawa amewapiga kura zaidi ya elfu themanini mia moja na ishirini na nane kwenda kufanya maamuzi e, ya wanamagarini kasako katika kumweza kumtafuta mbunge wa eneo hili. Na maafisa wa IEBC, maafisa wa vitengo vya usalama, asasi mbali, mbali wapo hapa pamoja na wale maafisa zaidi ya mia sita ambao wanatazamiwa basi kuweza kuongoza zoezi hili katika siku ya, ya kesho. Wapo hapa tayari kuja kuchugua baadhi ya vijisanduku na sitaka baadhi tu za kuweza kuhakikisha kwamba siku ya Alhamisi kila kitu kishwari pia Yupo kamishna mkwana yuko hapa na sisi ambaye pia atakuwa tunazungumza naye, lakini kuchorea taswira ni kwamba kwa sasa kinachoendelea mwanahamisi, uh, ni kwamba hapa ni baadhi tu ya maafisa hawa ambao watakuwa wanahusika sana katika masuala ya upigaji kura hapo kesho, na hapa wanakuja kuchukua na kuweza kutambua ni vituo gani kati ya vile 193 vilivyoko katika eneo bunge uh, la Magarini watakuwa wanafanyia kazi, um, watakuwa na, uh, shughulikia katika kituo kipi. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nipo na uh, na kamishna mkoa, labda uweze kusonga hapa karibu tuseme na wewe kidogo, manake unaongoza zoezi hili kama kamishna. Karibu sana kwenye Citizen, tueleze kufikia sasa maandalizi yamefikia wapi? Asante Mtalaki, nashukuru sana Citizen kwa fursa hii. Maandalizi yetu yamefika m... kipeo. Sasa hawa jamaa unaona, wote ni maafisa wa kusimamia kura presiding officers, deputy presiding officers, makarani, wa, wa, wa, wa ICT, wote kwa jumla mia nane na hamsini, hata si mia sita, ukiongeza wote wale ukijumlisha mia nane na hamsini, kwenda juu. Tuna, wakati huu sasa unaona wale ambao wataenda kusimamia kura, ndio wanapewa sehemu zao. POs mpaka sasa hawakujua wanaenda wapi. DPOs mpaka sasa hawakujua wanaenda wapi. Kwa mtu akikwambia kwamba kuna mambo yamepangwa mwanzo, haramu maana sasa hivi unavyoshuhudia po ni watangaza wa endapi dponi watangaza wa endapi, na hiyo ni katika mkakati mzima wa tume huru kuhakikisha kwamba kuna uangavu, kuna uwajibikaji na ukweli na haki katika shughuli nzima ya uchaguzi. Kwa hivyo tuko sawa, unavyomwona huyu returning officer, meneja yuko hapa. Kweli, sina shaka kwamba shughuli hii itakuwa ni yenye kuridhisha katika misingi ya sheria za taifa. Upande wa usalama mmeridhisha na ile mikakati ambayo mmeweka. Kumekuwa na baadhi ya mikutano uh, kati yenu nyinyi na vitengo vya usalama. Kabisa tuko shwari, maana tumehakikishiwa kwamba kutakuwa na vikosi kadhaa ka, katika kila sehemu, na isitoshe katika kila kituo cha kupiga kura kutakuwa na maafisa wawili wasiopungua wawili, wanaweza kuwa zaidi, lakini wasiopungua wawili ambao wamejihami vilivyo kuhakikisha kwamba kuna usalama. Kwa hivyo Magarini hatutarajii tatizo, na hata yeyote atakayejaribu kuzua tatizo atalipata mwenyewe, maana sisi tumesema kwamba sheria inatoruhusu kuwa ni wenye kusimamia kura na hizi kura ziwe ni za haki. Mwenye kushinda ashinde, asherekee kwa amani. Mwenye kushindwa pia naye akubali kwamba kashindwa kwa haki. Na Kenya iende mbele, maana hatuna taifa jingine. Ni hili moja na wananchi hawa hawana pa kutorokea, lazima ima fahima, lazima tuwe na amani leo, kesho, mtondogo na siku zijazo, baada ya uchaguzi. Na hilo ni hakikisho la tume huru kwamba Magarini na kwingine kote jamhurini tutakuwa ni wenye kuhakikisha usalama wa raia na uhakika wa kura zetu. Jana ulikuwa katika maeneo ya Tana River, hali iko namna gani? Tana River kushwari, pia kule ni eneo, eneo la mwakilishi wodi, chewan kule hola, joto kali sana kule, lakini ukweli ni kwamba pia tumejitayarisha. Tulizungumza kule, maafisa polisi wako chonjo. Afisa anayesimamia kule wa IBC Bwana Yona Ogalo ako tayari na pia kuna maafisa wa polisi ambao wametengwa maalum kuhakikisha kwamba katika eneo hilo la upigaji kura pia kuna amani na kura zinapigwa kwa haki na usawa. Eneo hili la Magarini ni kubwa sana, na ukiweza kuangalia kwamba maeneo ama wadi hizi kama Ado ni mbali na hapa, labda endapo kutakuwa na tukio lolote, mmejipanga namna gani hasa katika maeneo ya mbali na sehemu kama hizi? kuna maafisa ambao wako chonjo kila wakati, standby force alivyosema. Uh, afisa anasimamia hapa na ma, maeneo ambayo yako mbali tumetahakisha kwamba kuna standby force, maafisa wa polisi ambao wako tayari kusonga kule kadri inavyohitajika. Kwa hivyo hatuna wasiwasi, yale yao ya mbali kama ado kule, Marereni yote kule lazima tuhakikishe kwamba kuna usalama siko mpaka kule na Tanariba, si mpaka na Utaitani, si mpaka na Mombasa kote, ili mradi tuhakikishe kwamba kura zote zinahifadhiwa na zinapigwa kwa njia sawa. Asante sana Kamishna Muhana pamoja na msimamizi uchaguzi Bwana Joseph Mapondo pamoja na meneja wa uchaguzi eneo hili la Kilifi, kaweza kuzungumza nasi Bwana Musa Juma alisema nao, tulisema nao jana na, na, na, na, na tutawaruhusu waweze labda kuendelea na shughuli zao kwa sasa. Lakini mwana Hamisi ndio hali halisi katika eneo hili kila kitu kinaenda shwari na wandaraji, kwamba ile mikakati uliyoweza kuweka basi imeweza kuhakikisha kwa kwamba imeweza kutimia, na baadhi tu ya maafisa wale wakiendelea na harakati za mwisho kuhakikisha kwamba zile stakabadhi zote zimeweza kufika, na majina yatakapokamilishwa na kila mmoja atakapojua ni kituo kipi atakuwa na uh, shughulikia basi wataweza kupata zile stakabadhi ama vile vijisanduku vya kupigia kura tayari kwa shughuli ya hapo kesho. Mimi ni Francis Mtaraki na kupeleka mapumzikoni, lakini Uh, tukirudi tutakuwa tunaendelea na taarifa zaidi, Natangali na mwana Hamisi Hamadi.